Hatimaye ule utata wa nani amesajili vizuri kati ya Simba na Yanga umemalizika siku ya leo, na hii ni mara baada ya ushindi wa goli moja kwa sifuri wa Young Africans kuitandika Simba Sports Club. Goli la Pacome Zuzwa lilofanya Young Africans kuibuka kidedea kwa ushindi wa leo na kubeba ile ngao ya jamii na kufungua vizuri katika msimu mpya wa 2025/26 wa NBC Premier League lakini pia performance nyingine ameifanya Djigui Diarra siku ya leo, kwamba mimi kwangu nampa kama yeye ni man of the match, kwa sababu performance kubwa sana ameifanya, saves nyingi amezifanya za maana, saves ambazo saves ambazo zimeonesha ubora wake kwamba yeye ndio goalkeeper wa top class kwenye ligi yetu na East Africa kwa ujumla. Lakini ukiachana na hivyo, Mido 6 Azizi sana ya Ndambwire Mwambalaswa amefanya mambo makubwa sana siku ya leo. Kila mshabiki alikuwa amini wa Young Africans kama Azizi Ndambwire atafanya mambo makubwa vile Kialagua maka mwamba kutoka Mbeya ameonyesha ubora wake kwamba yeye ni middle six harisia kabisa, ameweza kuzima dakika 90 zote za mchezo na kuonyesha ubora wake yeye kama ni mchezaji bora zaidi.